Bwana, Urusi imefanya mashambulizi katika viwanda vya silaha pamoja na vyanzo vya nishati nchini Ukraine ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetoa taarifa kwamba mashambulizi ya Urusi yameendelea katika maeneo mbalimbali mbali, ambapo usiku kucha wamefanya mashambulizi katika vituo kadhaa vya kijeshi vya Ukraine pamoja na miundo mbinu ya gesi ambayo imekuwa ikiwasaidia katika eneo la nishati. Taarifa ya wizara hiyo imesema kwamba katika mlipuko huo zilitumika kombora na ndege zisizokuwa na rubani za umbali mrefu ambazo zilirushwa kutoka kwenye majukwaa mbalimbali na kwamba malengo yote yaliyokuwa yamepangwa yalifikiwa. Kampuni ya umma ya nishati ya Ukraine inafahamika kama Naftogaz, imesema shambulizi hilo ndilo kubwa zaidi katika maeneo ya uchimbaji gesi m, a, nchini humo hadi sasa, na kuongeza kwamba baadhi ya uharibifu ambao umefanywa katika maeneo hayo ni wa kiwango cha juu haijawahi kutokea na kwamba ni kiwango cha hatari zaidi. Kampuni hii ya Naftogaz imesema maeneo yaliyopo katika mkoa wa Kharkiv pamoja na Poltava yalipigwa na takriban makombora 35 mengi kati yao ni makombora ya umbali pamoja na makombora ya karibu, lakini pia bila kusahau ndege zisizokuwa na rubani sitini na kwamba mashambulizi haya yalikuwa ni mashambulizi ambayo yalikuwa yamelenga maeneo ya kijeshi na yale maeneo mengine ambayo siyo ya kijeshi, ambapo Urusi imekataa imesema hawakulenga eneo ambalo sio la kijeshi, ila wao walilenga maeneo ambayo kuna miundombinu. Kiev imekuwa ikisisitiza kwamba mashambulizi ya umbali mrefu dhidi ya viwanda vya mafuta vya Urusi na maeneo mengine ya miundombinu ya nishati ni sehemu muhimu ya mkakati wa Urusi na imekuwa ikihimiza washirika wa, wa magharibi kuendeleza uzalishaji wa ndani wa ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora kwa ajili ya kukabiliana na Urusi. Ukraini pia ina mpango wa kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo silaha ambazo zinazalishwa ndani ya Ukraine ili kusaidia kufidia upungufu wa bajeti ambapo serikali ya Kiev inatarajiwa kwamba wata hata usaidizi kutoka katika mataifa mbalimbali mbali, lakini wakifanikisha kuuza silaha hizo basi watapokea fedha ambazo zinaweza zikawasaidia katika kukabiliana na Urusi. Rais wa Urusi mwenyewe alionya kwamba mashambulizi ya Ukraine dhidi ya miundombinu nyeti, ikiwemo jaribio la kuharibu vituo vya nyuklia, yanaweza kusababisha kufanya mashambulizi makubwa zaidi na pengine Urusi kulipiza kisasi. Akasema huu ni mchezo hatari. Alizungumza katika mkutano wa ambapo anasema watu wa upande mwingine wanapaswa kutambua iwapo wataendelea, ni nini kitatuzuia kutorudisha kwa njia ile ile dhidi ya vituo vyao pamoja na mitambo ya nyuklia? Wanapaswa kutafakari hilo. Hii ni kauli ambayo ilizungumzwa na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin wakati akiwaelezea kwamba kitendo cha wao kuendelea kuisapoti Ukraine ifanye mashambulizi katika maeneo mbalimbali, hilo litakuwa ni tangazo la moja kwa moja kwamba Urusi sasa watakuwa wako tayari kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ikiwemo yale maeneo ya pale nchini Ukraine, hasa maeneo ambayo ni ya kimkakati zaidi. Lakini tumeona pia ripoti nyingine ambazo zinatoka pale Valdai ambazo zinamhusu bwana Vladimir Putin ni kwamba Putin pamoja na mambo mengine, nafikiri mmeiona ile hotuba ambayo nimewaletea hapa, imeeleza mambo mengi sana kwa kina. Lakini pamoja na mambo mengine, rais wa Urusi bwana Vladimir Vladimirovich Putin ametoa maonyo mengine kwa NATO na mataifa ya Ulaya wakati wa hotuba yake hiyo ya kila mwaka kwenye klabu hiyo ya Valdai ambayo aliyatoa mnamo Oktoba 2, 2025. Na matamshi haya yalifuatia wiki kadhaa za mvutano ambao umeongezeka ikiwemo ripoti za ndege zisizokuwa na rubani za Urusi kuvuka katika anga ya Ulaya. maonyo makubwa kutoka katika hotuba ya Rais wa Urusi bwana Vladimir Putin pale Valdai kwanza, anasema ni kujibu uundaji wa kijeshi Putin ameonya kuhusu hatua za haraka na zenye kushawishi kutoka Urusi iwapo mataifa ya Ulaya hasa Ujerumani wataendeleza mipango yao ya kuongeza majeshi yao kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya kukabiliana na Urusi. Amesema Urusi watajibu. Lakini jambo jingine, amekanusha uvamizi wa NATO, ambapo amekanusha hofu za magharibi kwamba Urusi ina mpango wa kuivamia nchi mwanachama wa NATO, akitaja hofu hizo kuwa ni hofu za kipumbavu na sintofahamu ambazo wanazitengeneza, huku akishutumu viongozi wa Ulaya ambao wanatengeneza tishio ili kuhalalisha ongezeko la matumizi ya ulinzi katika mataifa yao, kwa maana ya wanataka kuongeza bajeti kwenye mataifa yao. Sasa ili waweze kushawishi wananchi, ni lazima wasema, wanaonesha ulinzi ili kuweza kuikabili Urusi. Jambo jingine ni kujibu makombora ya Tomahawk ambapo Putin amesema kwamba iwapo Marekani itaiagiza Ukraini makombora ya Tomahawk, hatua hiyo itakuwa ni hatua mpya ya kuongezeka kwa ghasia katika mahusiano kati ya Urusi pamoja na Marekani, akidokeza kuwa matumizi ya makombora haya inawahitaji wanajeshi wa Marekani, hivyo itakuza mgogoro wa moja kwa moja na Urusi, kwa maana ya hizo silaha aina ya Tomahawk haziwezi kabisa zikatumiwa na wa Ukraine bali zitatumiwa na wataalamu wa kuziopaleti ambao wanatoka pale Marekani, lakini amezungumzia kuhusiana na ile kauli ya Marekani walisema Urusi ni kama chui wa karatasi. Rais wa Marekani Donald Trump alimwita alitamka Urusi akasema ni chui wa karatasi. Putin amehoji nguvu za NATO ikiwa Urusi inapigana na, na muungano mzima lakini bado inasonga mbele nchini Ukraine, akisema kwamba ili hao watu wa NATO kama wanasema Urusi ni chui wa karatasi, basi wakabiliane na chui huyo wa karatasi; hapo ndipo watakapojua rangi huwa zinakuwaje. Lakini kuhusiana na swala zima la vita mseto, maonyo yanakuja katika Urusi a, wakati Urusi ikiwa inashutumiwa kwa kupanua matumizi yake ya mbinu a kivita mseto, ikiwemo uvunjaji wa anga na vitendo vingine vya fujo, lakini pia wamesema wanataka kuleta mgawanyiko na kutaka kujaribu kupima upepo, mshirika au ushirikiano wa nchi wanachama wa NATO. Hotuba ya Putin pia ni sehemu ya uh, simulizi ya muda mrefu ambayo anasema Putin ya upanuzi wa NATO na msaada wa kijeshi wa Magharibi kwa Ukraine ni vitisho ambavyo vitaifanya Urusi icharuke. Ifahamike, mwezi Septemba 2025 NATO walitangaza kitu kinaitwa Eastern Center, mpango wa kuimarisha msimamo wa kujihami wa muungano huo kwenye upande wa mashariki kujibu ukali wa Urusi, ambapo maafisa wa NATO wamesema kuwa muungano huo hautakandamizwa na vitendo ambavyo havitajibiwa na Urusi. Kwa hiyo rais wa Urusi bwana Vladimir Putin anasema kwamba kama wao wanaona ni sahihi kutoa sijui makombora kwenda pale nchini Ukraini, hasa hizo Tomahawk, basi yeye atafanya kile ambacho wao hawakitaki, na akasema hivi uh: haiwezekani kutumia makombora ya Tomahawk bila ushiriki wa moja kwa moja wa wanajeshi wa Marekani. Kwa hii itamaanisha kwamba itakuwa ni hatua mpya na, na mpango mpya katika kuongezeka kwa mapigano kati ya uhusiano wa Urusi pamoja na Marekani. Kwa hiyo, kama wanasema wao, Urusi ni chui asiye na nguvu, nini ambacho kinafuata? Basi waende wakabiliane na huyo chui ambaye hana nguvu. Putin amesema kwamba ikiwa tunapigana na umoja mzima, tunasonga mbele, tunapiga hatua na tunajiamini, na sisi ndio chui tusiyekuwa na nguvu, basi NATO yenyewe ni nini? Ni amewataka wanachama wa NATO wanaoipatia Ukraine uh, silaha lakini, wanaoipatia Ukraine habari za kiintelijensia huku wakichochea taharuki kuhusu madai ya mipango ya Urusi kuzishambulia nchi wa wanachama wa NATO, jambo ambalo amelikanusha na akasema ni jambo ambalo halipo. Na mamlaka za Ulaya zimeshutumu Urusi kwa uvunjaji wa sheria za wazi wazi wa anga katika baadhi ya maeneo au mataifa ya Ulaya kwa matukio hivi karibuni ya kuingiliwa na ndege zisizo na rubani katika anga la Poland pamoja na pale Estonia. Kiongozi huyo anasema kwamba vikosi vya jeshi la Ukraine vinakabiliwa na upungufu mkubwa wa wanajeshi pamoja na matukio ya kutoroka jeshini, huku Urusi ikiwa na wanajeshi wa kutosha na kupendekeza kuwa Kiev inapaswa kufanya mazungumzo ya kumaliza mgogoro. Amesema Urusi inadhibiti karibu mkoa wote wa Luhansk kwa takribani asilimia 81, Donetsk asilimia 75, na mikoa ya Zaporizhia pamoja na kule Kherson. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba wajamaa wako imara, wako timamu